Mwadhama Kardinali Giovanni Angelo Becciu wa Sardegna hatashiriki katika mkutano wa uchaguzi wa Papa mpya, yaani conclave, unaotarajiwa kuanza Jumatano, Mei 7, mwaka 2025 huko Vatican. Kardinali Becciu ametangaza uamuzi huo kwa kuthibitisha kwamba licha ya kuamini hana hatia yoyote, ameamua kutii utashi wa Baba Mtakatifu Francis kwa ajili ya maslahi ya Kanisa na mnukuu, nikiwa na moyo wa wema wa kwa Kanisa ambalo nimelitumikia na nitaendelea kulitumikia kwa uaminifu na upendo, pamoja na kuchangia ushirika na utulivu wa mkutano wa uchaguzi, nimeamua kutii, kama nilivyofanya siku zote, mapenzi ya Baba Mtakatifu Francis ya kutoingia kwenye mkutano wa uchaguzi wa Papa mpya, huku nikiendelea kusadiki kwamba sina hatia, amesema Kardinali huyo kupitia taarifa. Hatua ya Becciu kujiondoa inakuja wakati Kanisa Katoliki likijiandaa kwa mkutano muhimu wa uchaguzi wa kiongozi mpya wa kanisa hilo baada ya nafasi hiyo kuwa wazi. Uamuzi wake unatajwa kama jaribio la kulinda mshikamano na utulivu katika kipindi hiki nyeti kwa kanisa hilo. Baada ya kifo cha Papa Francis mnamo Aprili 21 mwaka 2025, Kanisa Katoliki limeendelea na maandalizi ya uchaguzi wa Papa mpya kupitia mchakato wa conclave, ambao utaanza rasmi Mei 7 mwaka 2025 katika kanisa la Sistine, Vatican. Kardinali Becciu amewahi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya Vatican, akihudumu katika nafasi mbalimbali ikiwemo Naibu wa Masuala ya Ndani ya Vaticani katika Sekretarieti ya Jimbo. Aliteuliwa kuwa kardinali mwaka elfu mbili na kumi na nane na Papa Francis. Hata hivyo, aliingia hatiani mwaka elfu mbili na ishirini baada ya kuhusishwa na kashfa ya matumizi mabaya ya fedha za Kanisa, hususani ununuzi tata wa jengo la kifahari jijini London kwa kutumia fedha za misaada kutoka kwa waumini. Tuhuma hizo zilimlazimu Papa Francis kumwondoa Bechiu katika wadhifa wake wa mkuu wa idara ya watakatifu na pia kumpokonya haki ya kushiriki katika mikutano ya uchaguzi wa Papa. Becciu amekuwa akikanusha tuhuma hizo mara kwa mara na kusisitiza kuwa hana hatia, akieleza kuwa amekuwa mwanga wa mazingira na maamuzi ya kisiasa ndani ya Vatican. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja alifikishwa mahakamani pamoja na, na washtakiwa wengine kwa makosa ya matumizi mabaya ya fedha, udanganyifu na rushwa, lakini kesi hiyo imekuwa ikiendelea huku baadhi ya mashtaka yakiondolewa ama kuwekewa masharti mapya. Kwa uamuzi huu wa sasa, Becciu amekuwa kardinali wa kwanza wa ngazi ya juu kujiondoa rasmi kwenye conclave kwa hiari, ikiwa ni hatua isiyo ya kawaida katika historia ya Kanisa Katoliki. Mimi ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.